Wananchi wa mkoa wa Arusha, ombi langu moja, tunakwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi hatumchagui mtu kwa dini yake, hatumchagui mtu kwa kabila lake, hatumchagui mtu kwa sura yake. Yako mambo yanayotusibu, yanayotupelekea kwa pamoja tuweke sauti yetu kwenye kura ya kwamba huyu tukimpa nafasi atatupa majibu. Na mimi niombe wananchi mkoa wote wa Arusha tusikubali kuingia kwenye fujo. Mimi kama mkuu wa mkoa natamani tuilinde itunu ya amani, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Na leo tumeenda kushuhudia kwamba mama yetu mpendwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa amelala, lakini alikuwa mama jemedali, mwanamke shupavu aliyekipenda chama na kuwapenda wananchi aliyokuwa anaongoza wongoza. Ni kada kweli kweli. Ni waombe wenye viti wote wa mitaa kwenye mkoa mzima tuhakikishe tunaimarisha ulinzi na usalama katika ngazi zetu.